Alhamdulillah, mwislamu anaweza kuomba msaada ambaye sio mwislamu, kama msaada wa kawaida. Umataka nauli, umeibia hela yako, maona mtu ambaye anisaidie, hamna shida. Una njaa, kusaidie chakula ambaye halal, haina shida. Sa msaada gani? Kama anakusudia msaada mambo ya itiqadi, unaenda kanisani kule, yule akuombee dua eh, Ambae ii kinyuma ya imani yako na dini yako, hii sio sahihi. Acha mwislamu, acha mtu ambaye sio mwislamu, hata mtu ambaye mwislamu, unaenda kwake na anafanya shirki, kisheria haifai. Unaomba msaada akusaidie, haifai. Sasa nikitaka kusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e, alikuwa wajini wengi wamesilimu katika mkono wake, na mara ingine mtume anaondoka an -ana, wasahaba anamtafuta hajawahi kutokea Mtume Muhammad wa ini mtu wa wakati wa vita Badr. Aaa, wao wachache sana 300 sio ngapi, na kafiri ilikuwa elfu moja wakati ile. Kama ni jini anaweza kumita wewe kusaidia, alikuwa Uislamu am, am, wa Uislamu yeye, ni wanafunzi wake. Sasa wengine so, aache mjanja, unaweza jini kusaidia kumsaidia msaada kumsaidia hata mwingine jeshi kwa mbali ta kujua taarifa ya habari ripoti wa, wa jeshi anatuma hmm. watu mtumi jini ni ulize na alikuwa na uwezo, ana uwezo hiyo. Hivi mambo watu waache watu waombe msaada e, kwa uh, mambo ya shia ibada na tauhid, muombe Mungu akusaidie. Lakini binadamu kila kitu binadamu, Muislam si Muislam anaweza kusaidia kitu ambaye ni halali, haina shida. Lakini msaada mtu aku akube afya akubwa mtoto akubwa nini, Muislam au sio Muislam hawezi, ni shirki. Sasa mm. hii maana nani yake kwa ufupi, lakini lazima aweke wazi msaada gani. Naam, naam.